kuwa ni sababu ya kupatikana kheri nyingi. Allah ameifanya amani kuwa ni sababu ya kupatikana kheri nyingi mno. Amani ni sababu ya utulivu kwa ajili ya mujtamaa, jamii. Ni sababu ya uchumi, ni sababu ya kupatikana mali nyingi. Amani ni sababu ya watu kuweza kukusanyika katika minasabati mbalimbali mbali. uswali swala zaidi katika viwanja au misikitini, hilo linawezekana kwa sababu ya uwepo wa amani. Mikusanyiko ya sherehe za harusi hazipatikani isipokuwa kwa sababu ya uwepo wa amani. Ibada mbalimbali sawasawa so iwe ni ibada ya swala kwa jamaa au iwe ni hija, kupatikana mali ya kutoa zaka, wizkanu wa sawm na kuswali salatu tarawih na mambo mengineyo katika ibada, yote hayo yanahitaji ya amani. Biashara katika masoko mbalimbali yote hayo yanahitaji watu wawe ndani ya amani. Kufanya siasa kunahitaji watu wawe ndani ya amani. Kusoma na kusomesha, sawasawa misikitini au madrasa au mashuleni au kwenye vyuo yote hayo hayawi isipokuwa ndani ya amani. Lakini si hivyo tu, alcilaj, matibabu hayawezekani katika maeneo mbalimbali mpaka watu wawe katika amani. kilimo akiwezekani katika maeneo mbalimbali isipokuwa watu wawe ndani ya amani. Arrihlati wa naql, misafara usafirishaji na kuhamisha vitu kutoka sehemu kuelekea sehemu nyingine, safari hizo na kusafirisha vitu vyote hivyo vinahitajia amani Waghairiha mina alasasiyati lmuhimma bihayati linsani, na mambo mengineo katika mambo ambayo ni muhimu sana, ni mambo muhimu ambayo ni katika misingi ya kujenga maisha ya mwanadamu. Mfumo mzima wa maisha ya binadamu yanaitajia mtu awe ndani ya amani. Kwa hiyo hali ikiwa ndio hivyo, kwamba mambo yote ambayo ni misingi ya kimaisha na mambo yote ya kimaendeleo, kama yanahitaji ya amani, ni wajibu kwa watu wote wayatilie umuhimu, wasaidiane juu ya kuhifadhi amani na kujiweka mbali na sababu ambazo zinapelekea kuivunja hiyo amani ya hayo maeneo ambayo wanaishi. Na hapa ndugu zangu katika hii nadwa yetu ambayo tunaizungumzia kwa sasa katika unwan Ahamiyatu al-amni, umuhimu wa amani, wa khataru al-mudhaharati, na hatadi ya maandamano, tutaweza kutaja baadhi njia ambazo kupitia katika njia hizo watu wataweza kuhifadhi na kuilinda amani ya nchi zao. Jambo la kwanza ambalo sisi wananchi na sisi wanadamu tutalitumia jambo hili kuilinda na kuihifadhi amani ya Tanzania yetu, au amani ya nchi zetu, jambo la kwanza ni adduaa.

mtu atanufaika nayo kutokana na yale mabalaa yaliyoshuka. Yakiteremka mabalaa katika nchi yakapatikana majanga mbalimbali, basi watu hayo matatizo yaliyowatokea katika familia zao na katika nchi zao washikamane na dua kwa lengo la kuyaondoa hayo matatizo lakini pia dua inakuwa mimma lam yanzil, watu watanufaika na dua kwa yale ambayo bado hayajashuka katika mabalaa. Kwa maana yale mabalaa ambayo hayajashuka tunajikinga nayo kwamba yasishuke, Allah tuwepishe nayo kupitia dua. Tumu sallallahu alayhi wasalam natuimiza natwambia

Ama manfa ya duwa kwa yale matatizo ambayo bado hayajashuka, fahuwa fa huwa ayusrifahu anhu, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humuwepusha na hiyo matatizo. Kwa hiyo, kwa kuogopeya kwamba nchi zetu zisingiye katika machafuko, silaha kubwa ya kuitumiya kwamba ili nchi zetu zisingie katika machafuko

Walmaau sababun likhuruji annabaat min al-ard, lakin pia maji ni sababu ya kutoa mimea ya kuotesha mimea katika ardhi kwa kama vile ambavyo maji yanapoingia katika ardhi ile mimea itakuwa ni yenye kupatikana ambayo imewekwa katika hiyo ardhi watu wataweza kuvuna kwa sababu ya yale maji ambayo yamepatikana. Na vile vile dua ni sababu ya kupatikana rahma, ni sababu ya kuondoa mabalaa, ni sababu ya kuleta kheri mbalimbali. Kwa hiyo ndiye nyepesi ya kuidumisha amani ya nchi zetu tunazoziishi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara aidumishe amani ya nchi zetu na bilkhusus aidumishe amani ya nchi yetu Tanzania. Hii ni njia kubwa ya kuweza kuilinda amani na kuidumisha amani ya nchi yetu Tanzania. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea, ametaja hadithi alayhi salatu wasallam.

Mimi naendelea kuwa na yakini na mja wangu pale ambapo anapokuwa ana yakini na ya mimi, anapokuwa anategemea kwangu, anapokuwa ana taraji mazuri kutoka kwangu, mimi nakuwa na yakini na mja kwa kumpatia kile alichoniomba. wa ana maahu idha daani

ndiyo silaha kubwa na ndiyo msingi mzima ambao ni muhimu sana kwa mja kuutumia kwa lengo la kuilinda na kuidumisha amani ya nchi yetu Tanzania. Mtume sala allahu alayhi wasalamu, kwa sababu ya umuhimu wa duaa na umuhimu wa amani, alikuwa alayhi salatu wassalamu kila mwisho wa mwezi, na unapokuwa unaingia mwezi mwingine mpya

Mwezi huu uingie hali ya kuwa umeambatana na amani, umeambatana na imani, wasalaamati wal islam, na umeambatana na amani na kusalimika na matatizo, kusalimika na mabalaa, kusalimika na vita, kusalimika na njaa, walisilaamu na no umeambatana na mtu hali ya kuwayo kati katika imani ya Uislamu. tazama

Mara kwa mara anemuomba Allah subhanahu wa taala amani, kwamba idumishwe amani, na wala hakuna yeyote katika watu wema alitamani machafuko katika nchi yake au mji wake, hakuna yeyote. Bali wanaotamani machafuko katika miji yao ni watu waovu, ni watu washadi, ni watu wachafu. Nabiyullahi Ibrahimu

waliyopita mintumi na manabii kuiyombeya nchi yake amani, siyo kuiombea nchi yake machafuko. Na Mtume sala alaihi wasallam wasalam alitwambia la tatamannau liqaa laaduwu, msitamani vita, msitamani kupigana nyinyi kwa nyinyi, msitamani adui awavamie mpigane naye msitamani vita kwa aina yoyote ile bali jambo la kutamani isalu Allaha assalamata wal afiya, muombe muombeni Allah subhanahu wa ta'ala amani, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala afia mara kwa mara, ombeni hilo. Msijiombee shari katika nafsi zenu, na wala katika miji yenu, wala katika majumba yenu. Ombeni amani popote pale mtakapokuwa, kwamba muishi kwa amani na utulivu. Hii ni njia kubwa katika njia zote za kuweza kuilinda amani ya pale ambapo unapoishi. Njia ya pili, ndugu zangu, njia ya pili ya kulinda amani, asanau ala alqaimin bihi waddua lahum bil khairi, kuwasifu na kuwaombea dua na kuwapa moyo wale ambao katika nchi unayoishi wanasimamia kuilinda amani, wale ambao wanalinda amani, vyombo vya usalama na amani, ambavyo mara kwa mara watu hao wanakesha, wanatembea, wanakaa, wanafikiria mara kwa mara kuhusiana na amani ya pale unapoishi inapendeza sana, bali inawezekana ikawa ni wajibu kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba uwaombei kheri na mambo mazuri wayapate, kwa sababu ndugu zangu, ndugu zangu wa Tanzania, wewe umelala, wakati huo wao wanakesha katika maeneo mbalimbali. Jua linapokuwa limechomoza hali ya kuwa wao wako ndani ya jua, mvua ikinyesha wao wanakuwa katika mvua hiyo hiyo, kipindi cha baridi wao wanakuwa katika baridi, joto wanakuwa katika joto, wanakuwa ndani ya miji na wanakuwa katika misitu na wanakuwa katika mapoli, hali ya kuwa wanalinda amani yako, wanakulinda wee mwenyewe na mali yako. Leo hii, ayuhal ahibba tunasafiri kuelekea maeneo mbalimbali katika miji yetu. Kuna watu wanasafiri, wanaelekea Tanga, wanaelekea Arusha, wanaelekea Kagera, Kigoma, Mtwara, na wengine wanasafiri, wanaelekea katika nchi nyingine, wanaenda Kenya, Burundi, Rwanda, wanaenda Mozambiki, wanaenda Malawi maeneo mbalimbali kule mapolini, huwa tunakutana na maskari katika maeneo ya baridi na maeneo ya hatari sana, tunawakuta wao wameweka kambi katika maeneo hayo, wanalinda wanamulinda, nani? Wanakulinda wewe. Ayuhal akhil habibi, kumbukeni miaka ya nyuma na wala siyo mbali tu, ni miaka ya elfu mbili elfu mbili na moja, Yani, kuanzia mwaka 2006 au 2008 au tufanye kuanzia mwaka 2010 kuteremka chini kwenda mpaka miaka ya 99 95 miaka ya 80 80 na kadha. Tukumbuke wakati huo tunasafiri kutoka Dar es Salaam tunaelekea katika mikoa yetu, tukumbuke kwamba kipindi hicho mabasi yalikuwa yanatekwa na majambazi mpaka sasa kuna baadhi ya maeneo huko Kibondo, huko maeneo ya Kibondo, huko lau kama siyo zile kambi ndogo ndogo ambazo zinawekwa na maaskari, basi majambazi wangekuwa wanawateka watu. Kuna kuwa na doria ndogo ndogo ambazo maaskari wanazunguka mara kwa mara, kwa lengo la kuwalinda wale ambao wanasafiri kutoka Kigoma kuelekea Mwanza au kutoka Kigoma kuelekea Kagera au ukitoka Kigoma kuelekea Tabora, zinakuwepo kambi mbalimbali ambapo majambazi wanakuwa wanawateka watu. Na hii nimetoa ni mibabili mithali, lakini haya mambo yanapatikana katika maeneo mbalimbali. Leo hii ukienda kusini, kwa wale wanaosafiri kuelekea Mozambiki kule, kuna mahawariji, kuna magaidi huko, ambao wao huwezi kupenya isipokuwa mpaka wapatikane maaskari ambao wanalinda amani katika maeneo hayo. Wanachoma nyumba za ndugu zetu wa Makonde huko ambao wanaishi Mtwara huko, wanaweza kuvamia kijiji na kuchoma zile nyumba zao. Kwa hiyo watu ambao wanakaa na kulinda amani katika maeneo hayo na mengineyo, mfano wake la shaka ni watu ambao tunatakiwa tuwaombee dua na kuwapa moyo, kwa sababu wao wakati sisi tumelala wao wanakesha. Lengo ni kwa kulinda amani ambayo tuko nayo. Kwa hiyo ni watu ambao tunatakiwa tuwape moyo, tuwape moyo, hata kama kuna mapungufu madogo madogo ambayo yanapatikana kwao au yanapatikana kwetu, ni lazima kwa kuwaombea dua na kuwapa moyo, yale mapungufu biidhinillahi Azza wa jalla yatakuja kuondoka na utaweza kupatikana au itaweza kupatikana heri nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa taala, kwa sababu ya kuwapa moyo. Kwa hiyo lazima eiwa la ahiba, tushirikiane na vyombo vya kulinda usalama na amani, katika kuilinda amani ya Tanzania. Lakini jambo la kwanza hapa, tunazungumzia kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa taala, kuwapa moyo kwa kazi yao ngumu ambayo wanaifanya.